Mlango wa nne. Lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, kwa maana Bwana ana mateto nao, wakao katika nchi; kwa sababu hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini; huruka mpaka, na damu hugusana na damu. Kwa ajili ya hayo nchi itaomboleza na kila mtu akae ndani yake atadhoofika, pamoja na wanyama wa kondeni na ndege wa angani, naam samaki wa baharini pia wataondolewa. Walakini asishindane mtu wala mtu asikemee, maana watu wako ni kama wao washinda nao na kuhani. Na wewe utajikwaa wakati wa mchana, na nabii naye atajikwaa pamoja nawe wakati wa usiku, nami nitamwangamiza mama yako. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kadiri walivyozidishwa, kwa kadiri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Kujulisha dhambi ya watu wangu, kujifurahisha moyo kwa uovu wao. Hata itakuwa kama walivyo watu, ndivyo atakavyokuwa kuhani nami nitawaadhibu kwa ajili ya njia zao na kuwalipa kwa matendo yao. Nao watakula lakini hawatashiba, watafanya zinaa lakini hawataongezeka, kwa sababu wameacha kumwangalia Bwana. Uzinzi na divai na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Watu wangu hutaka shauri kwa gongo lao na fimbo yao huwahubiri mambo, maana roho ya uzinzi imewakosesha nao wamekwenda kuzini mbali na Mungu wao. Hutoa dhabihu juu ya vilele vya milima na kufukiza uvumba juu ya vilima, chini ya mialoni na milibua na miela, kwa kuwa uvuli wake ni mwema. Kwa sababu hiyo, binti zenu huzini na bibi harusi zenu hufanya uashirati. Sitawaadhibu binti zenu azinipo, wala bibi harusi zenu wafanyapo uashirati, maana wao wenyewe huenda kando pamoja na wanawake wazinzi, Hutoa dhabihu pamoja na makahaba, na watu hawa wasiofahamu wataangamia. Ingawa wewe Israeli unafanya uzinzi, lakini asiasi Yuda; nanyi msiende Gilgali, wala msipande mpaka Bethaveni, wala msiape mkisema, aishivyo Bwana. Kwa maana Israeli ametenda kwa ukaidi kama ndama mkaidi; sasa je, Bwana atawalisha kama mwanakondoo katika mahali penye nafasi? Efraimu amejiungamanisha na sanamu; mwache. Kile uchao kimegeuka kwa uchungu; huzini daima, wakuu wake hupenda aibu. Upepo umemfunikiza kwa mbawa zake, nao watatahayarika kwa sababu ya dhambi zao.